Miaka minne mitanmaka mitano, mitano, miaka mitano. mitano. Yes. Mama Maira amemwandalia amemwandalia flani hivi ya kishua zaidi simple flani hivi. ndani ya mambo vipi? mm. mambo poa fresh niko poa sana. mikuwa mama iakatimiza miaka mitano. How do you feel, baby? Welcome, mama Nahisi nilikuwa nasubiria birthday yake miaka mitano, ndo nifanyie hichi kitu kusema party, kwa sababu mara hajawahi kufanyiwa birthday like, yani aka celebrate watu wakala wakanywa au akaongea naye akacheza kama leo, which is, nimejitahidi. Naona nilikuwa nasubiria miaka mitano Umepata mtoto sawa, ulikuwa na hofu ya malezi ya mtoto kwamba nitaweza kweli, naweza kweli kuingia kwenye, kwenye majukumu ya umama na mtoto wangu nikamkuza katika mazingira mazuri, nilikuwa nayo tena, kwa situsheni yangu mimi niliokuepo nayo yalikuwa extra, sababu sio kama nitaweza tu kwa sababu nimezaa, nilikuwa nikwambia hivi nitaweza, nimeachwa na udogo. Mwamba yupo hapa, yani Mwamba ndio hivyo tupatane hapo Mwamba hakuna pati nyingine zaidi ya kusema nataka support au nini, kwani najaribu kufanya vitu ambavyo vilikuwa impossible, yani haviwezi kutokea kwao. Niko na sasa hivi nitaweza kufanya kazi, niwe Gigymoney, nipambane na matangazo ni, ni muziki, niende kwenye show na muachana mwanangu na nani? Kwa hiyo kuna maswali mengi yakuwa natokea, lakini tusichokijua kwamba kila kinachokuja na au Mungu anapokupa kitu anakupa na utatuzi na njia ya kukipelekesha au kukiendesha au kama ni mtu jinsi ya kumlea. Okay, sawa. Kwenye birthday ya leo baba yake ameshiriki kwa namna gani? Unaona yupi babake? Moja hii? Yeah, moja. Hamna. Um, baake ajashiriki chochote, kashiriki nini? umisi takwao sijui, ajashiriki chochote. Simo dekidia, no, alinitumia message naizi saa nane usiku hichi, nilikuwa nimeiona asubuhi na nimeamka nikiwa very vevevi. Si shuli ni ndogo sana, ila kwa maandalizi na harama watu pesa everything on unavyoviona imenigarimu, nami sikuwa daye, nilikuwa na show mikoani kama idi zote nilikuwa book na nitarime ni mbali sana na tarehe ishirini na tano ndo narudi, tarehe ishirini na sita kwao. Jana nilikuwa nimeingia late, muda ambao ndo nimeweza photoshoot mimi na mwanangu, nikaona baba mtoto kweli amekumbuka kutuma message huko, awasoela kama sema kwamba the issue sio pesa, hata pesa wewe unayo ya kumlea mtoto wako, lakini kuna hitaji ile nasema mtoto amfahamu baba yake, kwa kuna bondi kati ya baba tayari anamfahamu, na nashukuru sana kwenye hiyo yes. lakini nisiwe mnafiki na nisi nisitie nisi, nisi ulimbukeni. Wanawake wengine wanaoteseka huko, na nakisema eti yao ni sawa, waendelee kuzaa watoto wengine, wako shuleni babu wanachukulia ba mbona Gigy analea mwenyewe, wewe ni ngumu riki ni ngumu, hata kama una pesa kiasi gani, hata kama tajiri vipi, kuna ugumu, kwa sababu mtoto kuna muda anahitaji wa baba yake, hasa anategemea na baba mwenyewe anahitaji na mtoto au like yeye yeah, mwenye baba yuko pale ana, anataka kushow up alafu eleweni, maana ya kwamba mahitaji ya pesa na tunaongelea care. tunaongelea care. Mm, utakavyoamini unavyochukulia sawa, lakini mimi kwangu ni ni manager ni rafiki ni mtu ambaye nimeshindwa mwenzangu kujishikilia. Unajua kuna watu wanateseka sana kwa sababu moving on is not easy na kama unawezi kama ya mapenzi tunafeli sana, tunapoteza vitu vingi na watu wengi. Wana miaka arobaini walishindwa kustiki kwenye nafasi ambazo Mungu aliwapa, labda au kurekebisha makosa ya wapenzi wao ili watabadilika. Siwe tukua hivi jamani, safari mpya ni ya mtu mpya. Like, ni kiki malaya ni siyo kiki kiki siyo nini au niangalie huyu kwenye hii hapa atukua chana na space, kwenye spesi tumetujenga namna moja au nyingine tunaweza kudumisha hiyo kuliko io kingine does, does so Kwa hiyo unaweza kwa, kwa, kwa asilimia mia Maira ndo amerudisha ame, ame, ame mahusiano yako na Grace, ndio? Ya aliomba muone akaja nyumbani ucheza na mheshimu haya, anampenda kuja mongea, anamuita bado dadi. Unajua ile yeye dadi dadi, ndugu yangu. Okay. Kwa hiyo, kwa hiyo, those days wakati Kray hayupo nyumbani, ni mara kadhaa alikuwa anamuulizia kwako, si ndio? Anamuulizia ni mwanaume ni jali, ni, ni mtu ambaye anampenda yaani wewe sikwambia, sio hivyo tu hata maakwangu mara moja alimwongelea kwa babake mzazi I can control. Lada situation ikaishia hapa au ikaendelea kwenye mentality yake, kesho akute kuna mwingine, akute mamake na mwingine. Mimi siamini kuhusu mwanaume kwamba akiwa na hela inabidi nitulie. Mimi naamini mwanaume akiniheshimu inabidi nitulie. Umeelewa?